mara kwa mara aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na pia wafuasi wake wameonekana kuweka wazi utayari wao kushirikiana na Raila Odinga kisiasa. For the sake of SK Macharia, who has really wanted to see you become president. You can only become president if you run in 2027. Gachagua is ready to support you. If you support Ruto, you will have to play second fiddle. You will frustrate Our honorable SK Macharia. Support Rigathi Kalonzo, and you will be president. ila kinara huyo wa ODM Raila Odinga amejitokeza na kusema kuwa hawezi kudanganywa kamwe kujiunga na upande wa Rigathi, akinukuu simi zake awali za kuwa aliweka mitego katika ikulu ya Rais, jambo ambalo amelitaja kwa unafiki. Lakini hatutaki unafiki ya mtu ambayo nisema hapo mimi tumeweka mtego mtego Waswahili wasema, mtego wa panya ushika waliomo na sio kwemo. Sasa wale ambao waliweka mtego, ndio mtego umewashika. Sisi tutaenda pamoja, ama sivyo, ama sivyo Raila akidokezea kuwa waamuzi wa kisiasa aliyofanya ni sahihi na kuwa anajua mahali wanaelekea, akiwarai wafuasi wake kusimama kidete na kutembea pamoja. katika safari hii tuna hakika ya kwamba tutafika pale tunataka kwenda, ni sababu mimi naambia watu wetu tusimame pamoja, tukae pamoja, hatua ambayo tumechukua tunayajua, kunataka kuelekea, vile vile tunajua kuna wengine ambao wanawaambia sisi tuweingia pande nyingine, hiyo ni mzuri, lakini nasema bwana. Kwa hivyo sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa, tunajua pale tunataka kwenda wow. Naambia watu wetu wasimame imara Hakika tutafika. Aidha, ameweka wazi kuwa Kenya ni kubwa kuliko mtu binafsi, hasa ikizingatiwa kuwa imepiga hatua ya kidemokrasia. Ila akishinikiza kuna masuala ambayo yanapaswa kurekebishwa, kama kuandaliwa kwa uchaguzi wa huru na haki. Kenya imetoka mbali, tunasema pale tulikuwa kwa wakati hile, na kutoka pale tumekuwa na majaribio mengi zaidi katika kati taifa letu lakini kila mara mimi usema Kenya ni muhimu kuliko mtu binafsi, mpaka tutetee Kenya. Najua mambo tumekuwa naye, pande atakufanya uchaguzi, tuko na shida, hatujafika kile kiwango ambayo unafanya uchaguzi ile ambayo inaitwa free and fair na, lakini wakati itafika Kufikia sasa hivi, mrengo wa ODM unaendelea kunufaika na serikali ya Rais Ruto, matamshi yake yakionekana kuunga mkono serikali yake. Fredrick Kombua, Undugu TV.